Na ile kwao uchumi mezoroteka to an extent, wamekuja kufanya biashara. Hey, na kama mko na wakili shupavu ambao amesomea sheria kama Martha Karua, si mungeachilia wapatane huko mahakamani, walimane huko, tone na ndata shida case. But because you are cowards, mrudishia Martha Karua kwa uwanja wa nini? Martha Karua is a senior counsel. She's known. Ni mtu anajulikana dunia mzima. Ni mwana sheria mkuu. So kama nyinyi si waoga na ni watu mko mnaheshimu demokrasia vile ambavyo mnawika huko bungeni, mngeachilia akuja kwa mahakama, to do, do her presentation, but because you are cowards, hakuna kitu mnajua isipokuwa tu kuongea tu Kiswahili bandia hapo. <laughs> Sawa.